Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji, popote pale ulipo, ah ninakukaribisha siku ya leo na nataka nikufundishe eh, somo ambalo linasema roho saba za Mungu na umuhimu wake katika Ukristo. Roho saba za Mungu na umuhimu wake katika Ukristo, na ujumbe wetu unatoka moja kwa moja katika Isaya kumi na mbili mstari wa pili ambao unasema, na roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe! Sasa, utangulizi. E, katika Ukristo roho za Mungu e, zinarejelea vipengele mbalimbali vya Roho Mtakatifu kama zilivyofunuliwa katika maandiko matakatifu. Zinaweka wazi katika hiyo Isaya 11 mstari wa pili kwamba e, na roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima roho ya ufahamu na roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa lakini na roho ya nini? Ya kumcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa e, zifuatazo ni roho saba za Mungu ambazo e, katika Ukristo zinatakiwa e, au wewe Mkristo unatakiwa e, umuombe Mungu akupe hizo roho, kwani zina manufaa na zina faida sasa. E, namba moja ni roho wa Bwana. Huyu e, ni roho uwepo wa Mungu na mamlaka yake. Ukiwa na huyu roho roho, ina maana una e, ndani yako yuko Mungu. Lakini roho ya pili ni roho ya hekima. Huyu ni roho ambaye anaweza akakupa maelekezo ya namna gani ya kufanya maamuzi ya kimungu au maamuzi yenye ufahamu au yenye akili ya kimungu. Lakini roho ya tatu ni roho ya ufahamu e, roho hii ni roho ya uelewa wakina kupitia mapenzi ya Mungu, yaani ni roho ambaye ana utambuzi mkubwa zaidi au uelewa mpana zaidi katika mapenzi ya Mungu. Lakini roho ya nne ni roho ya ushauri. Sasa huyu ni kama mshauri wako ambaye anakufanya uwe na maamuzi sahihi. Kuna baadhi ya vitu unaweza kuwa unafanya, lakini kama haviko katika mlengo ule wa kimungu, basi huyu roho ya ushauri anakupa ushauri, fanya au usifanye. Lakini roho ya tano ni roho ya uweza. Eh ee, hii ni roho ambayo inaweza ikakupa nguvu ya kutekeleza mapenzi ya Mungu. Mfano kuhubiri, kukaa na Mungu, kuishi nje ya dhambi, ndiye huyo roho. Lakini roho ya sita ni roho ya maarifa. Ufahamu wa kweli wa nani? Wa Mungu. Lakini roho ya saba ni roho ya kumcha Bwana. Bwana Yesu sie. Kwa mfano, eh, unakuwa na heshima, unamheshimu Mungu, unaheshimu ibada na vitu kadha wakadha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna roho nyingine, roho nyinginezo. Roho ya nane, roho ya unabii. Bwana Yesu asifiwe, roho ya unabii uh, lakini uh, roho nyingine, roho ya tisa ni roho ya utambuzi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hizi uh, ni roho tofauti ambazo nimeona ni kuchambulia au ni kuelekeze, ambazo kama Mkristo unatakiwa uziombe. Ni roho ambazo zinaombwa. Sasa eh Nitakupa sasa umuhimu wa hizi roho na maandiko ya Biblia. Sasa tutaanza umuhimu wa hizi roho e, kama mtumishi wa Mungu. Ni kwa nini uwe na hizi roho? E, namba moja kutoa mwongozo na mafundisho. Sasa Roho Mtakatifu hufundisha na kukumbusha waumini mafundisho ya Yesu. Ukisoma ile Yohana 14:26 inasema, lakini msaidizi huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atamtuma kwa jina langu atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Kwa ukiwa na Roho Mtakatifu na uwezo wa kufundishwa namna gani ya kuenenda? Kitu cha pili, kutoa nguvu kwa wa, kwa waumini. Mimi ni muumini, napataje nguvu ya kumtubikia yule Mungu? Napataje confidence ya kukwambia wewe kwamba Yesu ni Bwana au Yesu ni Mungu? Nikupitia yule Roho ambaye niko naye. Ah, ukisoma Matendo ya Mitume moja, anasema hivi, "Lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu nanyi." mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu, Yudea na hata miisho ya nchi. Bwana Yesu asiye. Kitu cha tatu, umuhimu wa roho wa Mungu au umuhimu wa hizi roho saba au hizi roho tisa ambazo nimezitaja, kukusaidia katika maombi. Mtu yeyote ambaye anao ana hizi roho huwa ana uwezo kuomba. Roho usaidia waumini kuomba kwa ufanisi, hata wanapo kosa maneno. Kadhalika roho naye utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba ipasavyo, lakini roho mwenyewe utuombea kwa kuugua kusikuweza kutamkwa, Warumi nane ishirini na sita. Lakini namba 4, kutoa matunda ya roho. Roho uzaa za tabia njema ndani ya waumini, lakini tunda la roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi, wa Galatia 5:22 mpaka 23 inaongea. Ukiona wewe una roho wa Mungu ndani yako, uweze ukawa na upendo, uwezi ukawa na uvumilivu, uweze ukawa na saburi. Bwana Yesu. Sasa ndio umuhimu wa hizi roho. Namba tano, kuwatia watu, eh, kuwatia muhuri wa wokovu, inawatia watu muhuri wa wokovu. Roho Mtakatifu ni muhuri wa ahadi ya wokovu wetu. Ukisoma Wakorintho wa Pili moja ishirini na mbili nasema, naye alitutia muhuri akatupa roho mioyoni mwetu kuwa amana. Ukiwa na muhuri wa huyu roho, ukienda kokote, watu wanajua ni mtumishi wa Mungu. Nikifika sehemu watu wanajua tu, ah, profeti. Sio aposto kwa sababu nina roho nimetiwa muhuri na roho wa Mungu. Namba sita, huwafanya waumini kuwa watoto wa Mungu kupitia roho. Waumini wanakuwa wana wa Mungu. Ukisoma Warumi 8:14 anasema kupitia roho waumini wanakuwa wana wa Mungu. Kwa kuwa wote wanaongozwa na roho wa Mungu, hao ndiyo wana wa Mungu. Uwezi ukawa nenda kwa waganga wa kienyeji alafu watu wakakuona wewe ni mtumishi wa Mungu. Wewe sio mwana wa Mungu kuna watoto wa Mungu alafu kuna mwana yani, kuna mtu ni mtoto, alafu kuna mwana. Mtoto ni anaweza akawa ni biological, lakini kuwa mwana ni mwadha, ni mtoto bwana. Hizo sio. Namba saba, kuwapa watu karama za kiroho. Roho wa mwagia waamini karama mbalimbali mbali kwa ajili ya nini? Ya huduma. Ukisoma wa Korintho wa kwanza 12:7 inasema bali kila mmoja upewa ufunuo wa roho kwa kufaidiana. Kwa hiyo ukishakuwa na roho wa Mungu unapewa karama mbalimbali. Ole, ninaenda, Ninaenda kuhitimisha. Kwa hiyo roho wa Mungu ni muhimu sana katika maisha ya Mkristo, zikimuongoza kumtia nguvu na kumwezesha kuishi maisha ya kiroho yenye matunda mema. Kwa hiyo unahitaji kuwa na hizi roho saba ambazo nimekutamkia, lakini pia kuna roho mbili niliziongeza ambazo zinaendana na roho ya unabii na roho ya utambuzi. Ukisoma ile Yoeli 2:28 au Matendo ya Mitume 2:17 inasema, hata baada ya hayo nitamimina roho yangu, wazee kwa vijana, wataota ndoto, wataona maono, lakini wake kwa waume, watumishi wangu watafanyaje? wataona maono, watatabiri. Bwana Yesu asifiwe! Basi ninakusihi wewe, mtumishi wa Mungu, popote pale ulipo, kanisa lolote, mtafute Mungu, omba roho yake Mtakatifu waweze kukuongoza, ili mambo yako yaweze kwenda, otherwise ukiwa naishi bila huyu roho wa Mungu ambaye ndani yake kuna hizo roho saba au roho tisa na kuendelea, hutafanya chochote na wokovu wako utakuwa ni mgumu sana. Baada ya kusema hayo, Mungu akubariki sana. This is Apostle Michael. Chao.